Nikiwa mbunge kama miaka kumi wakati wa rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya mlicho Kikwete, Mheshimiwa Jakaya Kikwete na Mheshimiwa Magufuli. Kwa hiyo amao zote mbili za Mheshimiwa ya kaya mlicho Kikwete nilikuwepo mwaka elfu mbili na kumi mpaka kumi na tano na mheshimiwa rais almarhemu, Mwenyezi Mungu amuweke mahali pema, kwa mheshimiwa Magufuli kuanzia mwaka elfu moja kumi na mbili mpaka elfu mbili na ishirini nilikuwepo. Kwa hiyo fuma... mabunge yote mimi nilikuwepo katika mabunge yote mawili mm, lakini kwa bahati nzuri nilikuwepo katika bunge la la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nilikuwepo vile vile. Katika siasa niko kwa muda wa miaka thelathini na tatu, siasa za upinzani. Nilikuwa mwenyekiti wa Kafu kwa miaka ishirini. Sasa hivi sina cheo chochote mm -hmm. Na sasa hivi natangaza rasmi ni kwamba kwa kipindi hiki sishiriki mambo ya siasa wala katika uchaguzi. Mimi sishiriki, sishiriki kwa sababu nimeona yale yale maneno waliyosema Chadema kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Nilikuwa nashiriki katika uchaguzi na nilikuwa na kitiki kitikika chama changu cha ACT Wazalendo lakini baada ya kutolewa mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Mpina, nimeamini kwamba maneno aliyosema Chadema kwamba hakuna uchaguzi hakuna mabadiliko, kwamba hakuna uchaguzi, nimeamini. Kwa hiyo na mimi naungana na chama cha Chadema kwamba sishiriki uchaguzi huu, kwa sababu nishaona kwamba kuenguliwa kwa Mheshimiwa Mpina katika ICT, sawa sawa tumeinguliwa wabunge na wadiwani wote wa nchi hii, kwa sababu kichwa cha uchaguzi wa nchi hii ni rais. Kama kaenguliwa rais, basi kwa mimi lakini kwa imani yangu mimi naona kwamba wagombea wote wa ubunge na udiwani wa nchi hii wameunguliwa na, naamini maneno ya chama CHADEMA kwamba hakuna uchaguzi, hakuna uchaguzi huru na wake, na kama hakuna uchaguzi huru na wake, hakuna uchaguzi. Hilo ndio la kwanza, lakini la pili, vijana wangu watawasilisha mambo matano. Mimi mwenyewe kidogo sioni haya maandishi hapo madogo madogo, kwa hiyo nitamkabidhi yeye awasilishe mambo matano. Jambo la kwanza kuhusu kauli ya Kanali Captain Tosh eh, tutawakilisha yeah. Hapa mimi mheshimiwa, mheshimiwa waandishi wa habari, yote aliyosema mheshimiwa au Captain Tosh <laughs> yote aliyosema ni yale yale ambayo yanasemwa na wanaharakati na watetea haki na demokrasia nchi hii. Yale yale amesema yote yale, mi namuunga mkono yote, lakini moja tu siwezi, siungi mkono moja tu siungi mkono lakini, yote yale amenukuu malalamiko ya wananchi, yuko sahihi kabisa yule kijana, na ni kweli mzalendo wa nchi hii, isipokuwa kitu ambacho mimi nakiona katika katika yale aliyosema, jambo ya la kusema kwamba nchi ichukuliwe na jeshi hilo hilo napinga, ila inakwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa misingi ya uhuru, haki, udugu na amani. Huo ndio msingi mkubwa katika utangulizi wa katiba, ukaisome hiyo. Na, na vitu hivyo havipatikani isipokuwa katika nchi ya kidemokrasia eh, yenye bunge lililochaguliwa na wananchi na mahakama inayotoa haki kwa uhuru bila woga wala upendeleo. Sasa kama ni nchi ya kidemokrasia eh, siwezi kukubaliana kwamba nchi hii sasa hivi kutokana na hali iliyokuwa nayo kwamba heti ikamatwa na wanajeshi kwa kipindi hiyo, ah, haiwezekani si, lakini naamini kabisa kwamba aliyosema mwingine yote ni sahihi na ndiyo kilio cha wananchi. Kwa hiyo kwa hapo nieleweke hivyo. Jambo la pili, kuhusu utawala wa awamu ya tano, awamu ya nne na awamu ya tano, na kama nilivyokwambia ni mwanzo kwamba awamu ya nne nilikuwepo, bunge la elfu mbili na kumi mpaka kumi na tano, na awamu ya pili elfu kumi na tano mpaka elfu mbili elfu mbili na ishirini nilikuwepo, na katika bunge la katiba nilikuwepo. Hata hizi awamu mbili, ya kwanza ilio, ilio, ilio, ilio, ilio, ilio, iliongozwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mlisho Jakaya Kikwete, na pia ndio mwenyekiti wa mwenyekiti wa CCM taifa. Hiyo awamu ya pili ya bunge yangu iliongozwa na Mheshimiwa Magufuli rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, pia alikuwa mwenyekiti wa CCM. kwa hiyo awamu zote mbili nilikuwa, lakini katika awamu zote mbili najiuliza na sipati majibu, najiuliza na sipati majibu nikizitathmini awamu zetu mbili, awamu zetu mbili za wakati wa awamu ya nne na awamu ya tano, afadhali sio yuko sahihi, natumia neno afadhali. Awamu ya Kikwete tulikuwa tunapata uhuru wa kisiasa, uhuru wa kisiasa awamu ya Kikwete na ilifikia Kikwete kuanzisha katiba mpya, bunge laivu, wapinzani kukutana naye wakati kwa wakati na wapinzani, tukaanza kuimarika. Kwa hiyo kisiasa ni Mheshimiwa Kikwete na Mheshimiwa Magufuli, naona Mheshimiwa magu, ma, ma, Kikwete alikuwa afadhali, kwa sababu ice mwenyewe tangu enzi hiyo mbaya tu, maana sisi wapinzani, lakini afadhali Mheshimiwa Kikwete. Kuja awamu ya tano ya Mheshimiwa Magufuli, tunampenda kusema kweli, alitengeneza mazingira ya uwajibikaji katika serikali ya awamu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya tano. Kwa hiyo uwajibikaji kwa, kwa, kwa, kwa maeneo ya maofisini yalikuwa mazuri kabisa uwajibikaji, lakini kisiasa, kisiasa na mimi bungeni niliwahi kusema hiyo, niliwahi kusema hiyo kwamba Magufuli ah, kwa, kwa jambo hili ya uwajibikaji ya, ya, ya kwa wananchi hili yuko vizuri kabisa lakini kisiasa hayuko, hakukuwa sawasawa. Katika awamu yake akaanza kuziwia mikutano ya zara bunge laivu vyombo vya habari vikawa havina uhuru eh? wakosoaji wakaanza <laughs> wakosoaji wakaanza kushughulikiwa na watu wasiojulikana, ili mradi mambo yakawa mabaya, na wakatangaza kabisa na wakatangaza kabisa kwamba wapinzani wadhibitiwe, wadhibitiwe ndani ya bunge na nje ya bunge. Na kweli tulikuwa tunadhibitiwa ndani ya bunge, ilikuwa watu wapinzani wakitoa hotuba wa zao zinaziwiwa zina, zina, zina au wanalazimishwa kutoa maneno ambayo wanaona wapinzani ako sawasawa, yanaziwiwa. Na kama unapinga unatolewa nje kwa nguvu. Akina sugu wametolewa nje kwa nguvu, ili mradi tulidhibitiwa wapinzani ndani ya bunge na nje ya bunge. Bunge sio laivu, mekutano ya hadhara hakuna, maandamano hakuna na kila jinsi. Kwa hiyo kwa mimi Selemani Bungara naona kwa wakati wa Kikwete ulikuwa uko sahihi kwa mambo ya kisiasa. Haya mambo ya ha, kiuchumi tunajua mafisadi wamelindwa wa, wa wakati wa Magufuli <coughs> na wakati wa Kikwete, na sisi CCM ndio gazia kuwalinda mafisadi, rushwa, watu tunajua. Wakati huo na wakati huo, wakati huo umefanana. Lakini kisiasa wakati wa Mheshimiwa Kikwete ulikuwa uko sahihi kuliko wakati wa, afadhali kuliko wakati wa Magufuli. Lakini Mwenyezi Mungu akamchukua marimu Magufuli. Mungu mm, amweke marivavo, amsamee kwa aliyoyafanya, amsamee kwa aliyoyafanya. Akaja Mama Samia. Mama Samia naye alivyokuja tukapata matumaini, akaanza na foara fo, tukasema ah, sasa hivi anaweza kutuvusha kwa bahati mbaya fowala haitekelezeki, lakini hayo tutakuja kusema katika hotuba yetu ambayo tumeiandika aitekelezeki. Lakini jambo lingine naonishangaza, ndugu waandishi wa habari na Watanzania, zinaenezwa habari ambazo mimi bado nazichunguza, sijaziona kama sahihi au sio sahihi, kwamba rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Kikwete ndo ambaye anaongoza haya mambo yanayotokea sasa hivi. Kwa kumshauri vibaya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu. Sasa mimi nashangaa ndo sipata jibu. Nataka niwaulize Watanzania wa Tanzania wote iweje Rais mstaafu Jakaya Kikwete katika utawala wake aliruhusu maandamano, aliruhusu mikutano ya hadhara, akiongea na wapinzani, bunge lilikuwa laivu, kilio cha wapinzani cha katiba akaanzisha. Leo aonekane kwamba haya yanafanyika, hmm. Sasa hivi kutokupatikana katiba na nini na nini na mambo mengine yote au yeye Kikwete ndio mshauri? Inanishangaza, inanishangaza lakini cha msingi zaidi, cha msingi zaidi, yale ambayo alikuwa anayosimamia Mheshimiwa Kikwete ndiyo ambayo ameanzisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania Mama Samia, yale yale alikuwa anayosimamia. Kama kweli mshauri, kama kweli mshauri, alikuwa mshauri wa Rais Samia mama Mama Samia Rais Kikwete, basi inaonyesha Kikwete ana dalili zile zile za kurudisha demokrasia ile aliyoiacha, na ndio maana kuna fowara, na ndio maana wakikaanzishwa maandamano ya ruhusiwe mikutano ya, ya azara na sasa hivi bahati mzuri na katiba imeingizwa katika ilani ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya CCM yale yale ambayo alikuwa anayataka kuyafanya, alikuwa ki, anayafanya Kikwete ndiyo ambayo sasa hivi anayasimamia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sielewi mtu anayesema kwamba Kikwete ana mshauri vibaya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ushauri mbaya kurudisha mikutano ya hadhara? Kama ndio ushauri kurudisha maandamano kuiweka katiba ya kurudisha katiba katika mchakato wa katiba katika ilani, ilani ya uchaguzi, ubaya wake nini? Kikwete kama ndio kweli mshauri ndio yeye, nashangaa nasipati jibu. Waandishi wa habari wanaweza kuwa na, shanga, na wa, wa, wa, wa wa majibu au Watanzania ili nipate jibu hilo. Kwa hiyo Samia kaidi. Kwa nini sasa hivi atekelezi yale mambo ambayo tumekubaliana katika maliziano? Katika hotuba yangu itakuwepo na atakuja kuieleza huyu vizuri. Jambo la nne, kuhusu mabadiliko, nachosema kwa kifupi, mabadiliko uyawezi kuyalazimisha uyawezi kuyazamisha wala kuyazuia a mabadiliko uh, ayuvo mtu yoyote duniani anayeweza ku kuyaziwia na ayuvo mtu yoyote duniani anaweza kuyalazimisha. Hakuna mabadiliko, kama binadamu unavyozaliwa unaanza kuota meno. Nani anaweza kuziwia meno asitoke? Nani anaweza kuziwia mtu asikwawe? Nani? Nani? Nani? Kwa hiyo mabadiliko awezi kuziwiliwa na mtu yoyote, na wala awezi kulazimishwa na mtu yoyote. Na ukiyaziwia mabadiliko au ukilazimisha mabadiliko lazima kutatokea na vurugu na amani itatokea katika sehemu hiyo. Ukiaziwia kitendo cha kuziwia mabadiliko CCM, kitendo cha kuziwia mabadiliko CCM ya nchi hii kwa nguvu ya dola, kwa kutumia katiba mbovu ambayo wanayo, lazima yatotokea uvunjifu wa amani, lazima na wale ambao wataka kulazimisha mabadiliko basi lazima amani itatokea. Kwa hiyo mabadiliko ayaziwiwi na wala ayalazimishwe. Mtu atakayeziwia ahakikishe lazima matatizo yatapatikana, la na mtu atakayelazimisha lazima kwa mabadiliko, na mabadiliko yana wakati. Sasa CCM serikali ya CCM inajitahidi kujiwia mabadiliko, lazima katika nchi hii yatatokea matatizo makubwa, amani itavunjika na kila kitu. Kwa hiyo mimi nimekuja leo kuambia kuambia Watanzania mabadiliko yawaziiliwi na wala mabadiliko hayaazimishwi. Kitu ambacho nimekuja kwa nyinyi waandishi wa habari leo ndio cha muhimu iko kuwaomba watanzania amani. Amani ni tunda la haki, tunaamini kabisa, mi naamini kabisa, pasio na haki hakuna amani. Nimekuja kuambia Watanzania na amani ikivunjika, kurudia kurudi katika utulivu ngumu sana, ngumu sana, ndugu zangu Vijana wangu, wananchi wazangu demokrasio. Demokrasio ni ngumu sana. Kwa hiyo tujitahidi kwa kadri ya uwezo wetu, amani isivunjike, tuvumilie. Na ndiyo demokrasia. Demokrasia ni kuvumilia, kufanya subira, kusamehana, tukutane tuliziane pale tuliziana yale tuliziana yatendeke na hilo ndio kosa lililofanywa na serikali ya awamu ya sita. Tumeliziana yale, tulioriziiana hayakutendeka. Na mfano wa uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na nne tumeliziana uchaguzi utakuwa huru na haki, yakatokea yale yale yaliokuwa anafanywa mwaka elfu mbili na kumi na tisa na elfu mbili na ishirini yale yale, hapo ndipo chama cha Chadema kikasema bila mabadiliko bila hakuna ucha, uchaguzi kutokana, tulizidiziana uchaguzi utakuwa huru na haki, lakini akatokea yale yale. Kwa hiyo Chadema, mimi nawaunga mkono ninawaunga mkono kwa asilimia mia, mia moja, kutokuingia katika uchaguzi. Na narudia tena kwa ndugu waandishi wa habari na Watanzania, vyama vyote vya upinzani vilivyoingia katika uchaguzi vimewasaliti wa Tanzania. Kama tusingeingia sisi, CCM hasingefanya uchaguzi peke yake, na ndivyo inapokuja dhana na hisia kwamba vyote vilivyoingia katika uchaguzi ni vyama ambavyo vimetengenezwa na CCM, madalali wa CCM. Ndiyo, haiwezekani Leo tunaona kabisa vyama vinaanzishwa juzi tu wanatembewa na helikopta, vyama zishwa juzi tu wamevywa magari na sio magari tu, vyama kumi na sita mimi tangu uchaguzi umeanza mwaka elfu mbili elfu moja mia tisa tisini na tano sijaona vyama kumi na saba vyote vimesimamisha urais, lakini ukienda majimboni uko wabunge hawana wala madiwani, lakini serikali ya CCM imetoka kwa wagombea rais wote magari ya kufanya kampeni, lakini diwani ngelikuwa na huruma sana, bachangaona na madiwani na wabunge wangaliwapa pikipiki na basikeli, madiwani wagaiapa basikeli, wabunge wakaa mpikipiki, wote wanaogombea. Lakini hii inaonesha kwamba kuna mkakati rasmi uliofanywa vishiriki vya maivi kwa ajili ya kuwa madalali na kwenda kinyume na haki na uhuru wa Watanzania. Tunapinga, tunapinga kwa nguvu zote zote, lakini amani ni muhimu kushinda yote yanayotendeka. Jambo langu la mwisho nasema, nawaomba Watanzania, nawaomba vijana, nawaomba wananchi tuvumilie siku ya ishirini na tisa naomba sana. Hayo maandamano hatujui alianzisha, hatujui kiongozi gani ambaye ataongoza, hatujui chama gani kinachoongoza, hatujui lengo la maandamano, hatujui maandamano tunaanzia wapi, hatujui. Allahu akbar, tunakwenda tunaelekea wapi hatujui, tunaandamania nini? Baya zaidi, tunaandamana siku muhimu kwa mujibu wa katiba eh, na kwa jibu za sheria za nchi, siku muhimu ya, ya uchaguzi nasema